Huku serikali ya kitaifa kupitia kwa wizara ya afya ikiimarisha makabiliano dhidi ya ugonjwa wa mpox, sasa juhudi hizo zimeonekana kupigwa jeki. Hii ni baada ya awamu ya kwanza ya chanjo ya ugonjwa huo kuwasili nchini. Akizungumza katika uwanja wa JKIA alipoongoza wataalamu wa afya kupokea shehena ya chanjo hiyo, katibu mkuu katika idara ya afya ya umma Mary Mudhoni ameweka wazi kuwa wakenya wataanza kupokea chanjo hiyo katika siku za hivi karibuni, ila wakenya walio kwenye hatari kubwa ya kuathirika ndio watakaopewa kipaumbele with confirmed MPOX cases population at risk at increased risk of exposure especially the long distance uh, truck drivers commercial sex workers Takwimu za hivi punde zinaashiria kuwa mtu mmoja amefariki huku idadi ya watu waliothibitishwa kuwa na ugonjwa huo ikipanda kutoka watu thelathini na wawili mwezi Desemba mwaka uliopita hadi watu 68 leo hii, wizara ya afya ikiwa na matumaini kuwa chanjo hiyo itasaidia pakubwa katika kupunguza msambao wa MPOX nchini. Kulingana na katibu Mdhoni, kaunti kumi na tatu haswa zilizoko maeneo ya mipakani zimesalia katika hatari kubwa ya kuathirika na ugonjwa huo. Vaccination remains one of the most effective public health interventions Saving millions of lives globally every year. Mpox is a zoonotic and this is a reminder that human health is tied to animals and the environment. Wadau mbalimbali wa maendeleo waliohusika katika ununuzi na usafirishaji wa chanjo hizo wanashikilia kuwa chanjo hiyo si mwisho wa MPOX, ila ni hatua bora katika kukabiliana na virusi ambavyo vimehangaisha mataifa kadhaa ya Afrika. Ujio huo ukileta mwanga wa matumaini kuwa chanjo zaidi zitawasili nchini katika juhudi za kuhakikisha ugonjwa wa MPOX unasalia nje ya mipaka ya Kenya. <coughs> Victor Kayanda, Undugu TV.